Piro uko pembeni kule, Dube kaupitisha kwa duka Abuya. Abuya kabirisha mali katika nafasi na kataa karimu, Dube <tulfi> lilikuwa ni swala la muda tu, ni Prince Dube ndiye ambaye anawanyanyua mashabiki wa Young Africans, ndiye ambaye anapeleka sherehe Jangwani. Hii ni Tanga hata mboso kani alipotea hapa, ndivyo ambavyo JKT Tanzania umepotea. Iliwekwa mali katika njia, karimu akataka kuokoa, akakutana nayo duka buya, karimu akakataa, akamalizia Prince Dube Mpumelelo, na kuwanyanyua mashabiki wa Young Africans. Mpira umewekwa katika njia, duka buya ni yeye na gado bado ya upo eneo la kuchezwa, amenyuliwa ndani kule, ameudhibiti Chama akamwekea katika nafasi, Mudathir Yahya bas, dakika ya 89 rasmi, nguo za JKT zimelowekwa Tanga, hawawezi kutoka hapa. Mudathir Yahya bas amekandamiza goli la kuzima matumaini ili kuweza kusema kwamba JKT Tanzania wanaweza kushinda mchezo huu. Mambo ni magumu, na hapo ndipo chokochoko ilipoanzia. Mpira ulikuwa katika eneo la kuchezwa, Chama Clatus akamwekea Mudathir Yahya na yakaweka ndani ya wavu goli.